Akikwambia anakupenda mwambie sawa tu, lakini usimwamini kwa sababu kitu kimoja anaweza, kwamba anakuambia anakupenda kulingamana na shida zake, ndizo zinamfanisha akwambia anakupenda, lakini hakupendi. Pindi atakapovuka kwenye lile jangwa la shida, sasa akimaliza ndio utajua kwamba alikuwa hanipendi, alikuwa anataka tu nimstiri kwa zile shida zake. Hapo ndio utagundua kwamba alikuwa hanipendi, lakini alikuwa anataka nimvushe kwenye hii bahari ya matatizo. Kwa hivyo akimwambia nakupenda, mwambie tu sawa, lakini usimwamini, usimwamini kabisa. Inaweza kuwa kwa kitu kikubwa sana, ni zile shida zake anatafuta mtu amsaidie shida zake kwa huo muda, lakini mapenzi kwako hakuna. Kwa hivyo tuangalie hicho kitu sana, angalieni sana hicho kitu.